Kituo tunachotarajia kukiboresha pale Boko, ambacho ndio tunakusanya hizi fedha milioni mia nne hamsini kwa ajili ya lengo hilo, litakuwa linafanya kazi ya kuwajengea wanafunzi uwezo katika nyanja mbalimbali mbali. Katika nyanja za kitaaluma wanapoendelea kusoma ili wafaulu vizuri, kimaadili na kiuongozi, lakini pia kitakuwa kinaendelea maana ni programu ambazo tayari zipo kuandaa wanafunzi wanapofikia miaka ya mwisho ya masomo yao yaani, uh, uh, campus, uh, zile graduate programs finalist programs, ambazo zile programu zinalenga kuandaa kufanya majukumu mbalimbali mbali kulingana na kila mtu alivyo na wito wake. Kwa hivyo kuna programu ambazo zinalenga wanafunzi kuajiriwa kuwa wafanyakazi wazuri na wabobevu kwa sababu bado tunahitaji watu wazuri, wanaweza wakafanya kazi vizuri, wataalamu wazuri, manesi, madaktari, waasibu katika kila fani. Lakini pia vile vile, pia kuna mafunzo yanayowaelekeza wale ambao wataenda katika biashara, wanafanya biashara zao, namna ya kukuza mtaji, namna ya kuuza kununua na kadhalika na kadhalika. Lakini vile vile pia kuna wanafunzi ambao wana wito mbalimbali mbali kwenye jamii. Wengine wanataka waende kwenye mashirika ya dini wakawe wachungaji, wengine waende kwenye NGO, sekta za kujitolea na kadhalika. Kwa wale pia wanaandaliwa wana, kwa hivyo, katika programu zile huwa kunakuwa na mafunzo ambayo wanagawana kwenye tracks. Kila mtu anaenda katika kile kipande ambacho anapenda na anaelekezwa vizuri cha kufanya vile na kwa sababu tunafanya kazi kwa karibu eh, na associates yani TAFES tunavyosema TAFES ni wanafunzi wale elfu sita sasa hivi na associates ambao ambao wako active sasa hivi ni zaidi ya alfu na mia mbili. Wote kwa pamoja wanafanya kazi pamoja kwa kuna, wa, wa, kuna wale ambao walishamaliza tayari vyuo wako kwenye biashara, wanarudi tena wanawafundisha wanafunzi ambao wanataka wawe kwenye biashara kuna waliofanya kazi wanarudi wanafundisha wengine wawe kwenye kazi hivyo hivyo. Kilele cha maadhimisho ya miaka thelathini na tano ya TAFES kitakuwa tarehe kumi na nne mwezi wa sita mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano na maadhimisho yatafanyika katika kituo cha wanafunzi kule Boko na jamii yote inakaribishwa. Vile vile pia kutakuwa na maadhimisho ya kimtandao. Kwa hivyo, wale ambao hawataweza kufika wataweza pia kuungana na sisi kwa njia ya mtandao. Kwa kweli, tunawakaribisha watu wote wengi wezekanavyo, tuweze kusherekea pamoja na pia tuweze kushirikiana pamoja kufanya kazi hii nzuri ya kuwahimiza na kuwajengea uwezo wa wanafunzi wetu. Na wengine mko hapa tumefaidika kwa asilimia kubwa kwa tunapozungumzia huduma hizi programu hizi zilizotufaidisha, mimi ni mmoja wapo katika huduma hizi. Tumeandaliwa kuwa viongozi wazuri, kuwezeshwa vizuri kufaulu katika vyuo vyetu. Kwa hiyo zile ni faida ambazo tulizipata kama associate. Kwa hiyo nina sifa kubwa pia ya kumshukuru Mungu kwamba tumefika hapa, mchango mkubwa pia ni wa TAFES. Na ninajua wenzangu wako katika nafasi mbalimbali mbali za kazini kwao, tuna viongozi ndani ya nchi hii lakini pia wengine wanafanya kazi ndani ya nchi wengine nchi za nje, wote wale ni associate. wengine inawezekana kwa namna moja nyingine wamekuwa wakichangia kwa namna moja pale, kwa kweli tunawashukuru, na kazi iliyo mbele yetu ni hii nzuri kwamba sasa tunahitaji kukusanya milioni 450 na sisi associate ambao tumewekwa kwenye utumishi wa Mungu, wengine wako makanisani, kwenye mashirika ya umma, kwa namna yote ile ni wakati wetu sasa pia wa kurudisha fadhila kwa ajili ya kuwajenga watoto wetu hawa ambao wapo katika vyuo hivi ili tuweze nasi kushiriki kuwaandaa kuwa watu wazuri na wema na viongozi wazuri katika nchi hii. Hivyo niombe sana kwa ajili ya associate wenzangu mlioko ndani ya nchi ya Tanzania na wenzetu ambao mko nchi za nje, kona zote katika nchi yetu ya Tanzania, mnaposikia kampeni yetu hii kubwa ni kampeni ambayo itatupa faida kubwa kama ambavyo imeelezwa, na tunaamini kwamba hutasita, kwa sababu kwa namna moja nyingine ulifaidika, lakini wapo ambao yamkini hawakufaidika. Tukumbuke kwamba hawa ni vijana katika vyuo vyetu. Ule uzoefu tulio nao katika kuwa viongozi, uzoefu tulio nao katika biashara zetu basi tumrudishie fadhila Mungu kwa kuwajengea vijana hawa kituo hiki, lakini na kuwezesha hizi program tuweze kuwafikia vijana wengi zaidi, na tunao huko. Kwa hiyo wito wangu mkubwa Niwaombe kile ambacho Mungu anakusaidia, kwa namna yote ile, unaweza ukatoa fedha yako keshi, lakini pia unawezekana ukatoa kwa material. Hii kituo cha Boko ambacho kimeelezwa hapa, kichoko Dar es Salaam, kina mahitaji kadhaa. Maana yake ni kwamba yako mahitaji ambayo ya kujenga ile boko. tunahitaji mahitaji ya rangi, tunahitaji mabati, tunahitaji vitu katika mbalimbali tu. Kwa hiyo kama kampuni, kama mtu binafsi, sisi kama associate huko huko ni mkurugenzi kwa namna moja au nyingine, tukukaribishe sana na tutafurahi kuona kwamba tumefanikisha pamoja lengo hili kwa ajili ya nchi yetu Tanzania, lakini na Mungu atakubariki kwa ajili ya hicho unachotoa. Asanteni sana, nashukuru. Majina yangu ni Iris Dionis Celestine, ni mwanafunzi chini ya huduma ya TAFES, ninachukua shahada ya ufamasia A, taasisi ya TAFES imekuwa na mchango mkubwa sana kwangu mimi pia nikiwa kama mmoja niliofikiwa na huduma hii katika kunijenga kwenye maeneo mbalimbali ya kiuongozi, ya kiuchumi, ya kijamii kwa programu nyingi ambazo zinakuwa zinafanyika ndani ya huduma hii. Tuna kampeni nyingi zinazomuandaa kijana katika namna ya kuishi na jamii vizuri, kusaidia wengine. Kwa mfano, tuna programu za kuwafikia watu kila mwaka kwenye mikoa tofauti kuwafikia katika namna ya kuwasaidia kutoa misaada mbalimbali mbali, na kuwafikia na huduma nyingine nyingi za kiroho. Kama tunavyofahamu, kijana anapokuwa chuo ndipo anapoandaliwa kuwa kama mzazi wa baadaye, kuwa kama kiongozi wa baadaye, kuwa kama viongozi wa dini na serikali pia. Kwa hiyo kwa kuliangalia hili, huduma hii na taasisi hii ya TAFES imekuwa ina programu nyingi za kutujenga kila mwaka, na programu hizi ili zifanikiwe, tunakuwa tunakutana kwenye maeneo tofauti tofauti. Lakini kwa tunapoelekea kuadhimisha miaka 35 ya huduma hii, tunatamani tuwe na kituo chetu kilichoboreshwa vizuri na kujengwa vizuri, ili kuweza kupunguza gharama za kukutana kwenye sehemu mbalimbali, lakini pia kuweza kuwafikia wanafunzi wengine kwa wingi bila kuwa na usumbufu wa changamoto za sehemu ya kukutania. Hivyo ni waombe wanafunzi wenzangu wanaonisikiliza lakini pia na jamii kwa ujumla kwamba kila mmoja anaweza kutu support kuifikia milioni hii mia nne hamsini. Kwa namna yoyote kwa namba tulizotajiwa anaweza ka tuchangia na katusapoti ili tuweze kuwafikia wengine vizuri zaidi na tujenge vijana ambao watakuja kulitumikia taifa letu vizuri. Asante sana.